Habari za saizi, kwa majina anaitwa Dr. Haji kutoka Baitul Afya Hebal Clinic Mwanyanya kwa Mwarabu. Leo tutakuwa na mada ambayo itahusu masuala ya mifupa, na kama ilivyo Baitul Afya Hebal Clinic, huwa tunahusika na masuala haya ya mifupa, na leo tutazungumzia goti kwa sababu watu wengi sana wanapata maumivu ya goti wengi sana, alafu maumivu haya yanaweza yakawa yanatokana na ma, mazingira tofauti tofauti. Kuna wengine maumivu haya yanaweza yakawakuta ikawa pengine waliwahi kugongwa au kujigonga au walipata ajali ya aina yoyote, likamsumbua goti. Lakini kuna wengine hajawahi kupata ajali ya aina yoyote, hajawahi kugongwa wala hajawahi kupata yani itilafu ya aina yoyote, anashangaa tu goti lake linamsumbua na linampa maumivu makali. Sasa anajiuliza hivi ni nini, mpaka inafikia steji hii, na ni kwa nini maumivu yanakuja kiasi hichi cha goti, wakati goti sijaumia kabla. Hatujakwenda kwenye swala hilo au swali hilo, kwanza tuliangalie goti lenyewe, goti lipoje? goti limejumuisha vitu takriban vinne vikuu Goti limejumuisha vitu takriban vinne vikuu, lakini kuna vitu vingine ambavyo vimepita katika hilo goti, navyo pia tutaviingiza. Lakini katika hivi vitu vinne vikuu ndo vinajumuisha goti. Goti lina kitu cha kwanza ambacho wanaita capsule. Kitu cha kwanza ambacho wanaita capsule. Capsule ni kifuko ambacho kilicho kilichozunguka lile goti letu ni kifuko ambacho kipo ndani kimezunguka lile goti. Lakini kabla ya kapsule juu kuna kifuniko fulani ambacho wanakiita ligament. Kuna kijifuniko ambacho kinacheza cheza hivi katika goti, wanakiita ligament. Kile kifuniko huwa kina faida kubwa sana katika goti na kina kina kina, kina kazi kubwa sana katika goti lakini tutakiangalia kazi zake na tutakiangalia faida yake ile. Kile kifuniko kimeambatana na m, kama mipira mipira fulani, kama misuli misuli fulani, kama kana kana fulani, lakini tutasema ni kana ambazo hizi wanazita tendons. Tendons ni kama mipira, kama kana hivi, ambazo hizi zinatengeneza mazingira ya kunyumbuka. Hizi zimetoka juu kwenye nyonga zimekuja mpaka kwenye hili goti kwa chini kidogo, ambapo ndipo kile kifuniko kilipokuwa kimeishia. Kwa hiyo hizi zinajivuta goti lako unapokuwa yani, wakati huo mguu pengine umenyooka, zile nazo zinajivuta juu. Lakini wakati mguu una unaukunja una, una yani, goti unalikunja zile zinajivutia chini. Kwa hiyo hizi ni pira fulani ambalo linasaidia kunyumburusha hili goti ili goti lipate mnyumburuko wa aina tofauti tofauti. Kuna wengine nafikia stage, goti linaweza likakwama, ikawa mtu analikunja goti haliendi, analinyoosha goti halinyooki vizuri kwa sababu ya hizi kana, au tunasema kwa sababu ya hizi li, nini tendons. Wakati mwingine zinakuwa zinakaza na zinaweza kukupa maumivu katika sehemu ya juu ya paja, hizi ni tendons. Lakini Hivi ni vitu viwili, kwa sababu tumesema kuna capsule alafu kuna kuna kuna, kuna ligament pamoja na tendon zake, lakini cha tatu kuna kitu kinaitwa synovial fluid. Synovial fluid hii imeambatana na synovial membrane ambayo, synovial membrane ipo katika ile capsule kwa ndani. Capsule ni kifuko ambacho kifuko kile kimeshikilia au kimezunguka katika ile mifupa. Sasa ndani yake ya kile kifuko kuna kuna utando au kuna kitu ambacho tunasema kuna ugo, yani kama ngozi au utando fulani katika ile, katika ile sehemu ya capsule. Sasa ule utando unaitwa synovial membrane. Sasa hii synovial membrane kazi yake ni kuzalisha synovial fluid. Synovial fluid ni maji maji ambayo majimaji haya yanalainisha sehemu hii ya mfupa, kwa sababu goti ili lipate kuwa vizuri, goti linahitaji unyevu, unyevu, goti linahitaji majimaji, goti linahitaji mfumo wa mafuta, mafuta, kilainishi. Kwa hiyo kile kilainishi ndo anaita synovial fluid, ambayo inazalishwa na synovial membrane. Membrane sasa hichi ni kitu cha tatu, lakini kitu cha nne ndo tunakutana na mfupa wenyewe. Kwa hiyo kuna mifupa ya aina mbili, kuna mfupa, mfupa wa juu ambao tunasema ni mfupa wa paja, alafu kuna mfupa wa chini ambao tunasema ni mfupa wa kushikilia sehemu hii ya mguu huu wa chini ambao tunasema ni mfupa ule wa muhundi. Sasa mifupa hii miwili inatakiwa ikutanishe, ipate makutanishi, ambayo makutanishi yale yanatengeneza mazingira mazuri ya, ku, ya kuwa huu mguu sasa ndo una uimara, mguu ndo unakuwa uko vizuri. Sasa basi, katika yale makutanishi ni lazima kuna kitu katikati yake, katika yale makutanishi kuna kitu katikati yake kuna, kuna, kuna kama ka mto fulani au kuna kama ka, tunasema kama kiplastiki plastiki fulani. Hii tunaita tunaita cartilage kuna cartilage. Cartilage ni ni mfupa ambao ulokuwa mlaini, ni sawa sawa na ule mfupa. Kuna samaki fulani wanaita taa, mfupa wake unakuwa ni mlaini, mfupa ambao uko smooth yaani ni kama pirapira pira hivi mfupa wake. Kwa hiyo ule ndio unaosababisha kutengeneza mazingira ya huu mfupa mgumu, au huu mfupa haswa usitengeneze mazingira ya kuwa kukutana mfupa kwa mfupa, alafu mwisho wa siku ukasagana. Kwa hiyo ni lazima kwanza kutanisho ile cartilage, cartilage hile ndio inakusababisha huu mfupa kutengeneza uimara. Kwa hiyo cartilage imevalishwa na ule mfupa wake, ndio unakuta sasa pale pana maungio ya aina hiyo. Sasa hivi vitu vinne ukivi- ukivihesabu, sasa unaweza ukapata ni vingi, lakini sisi tunavijumuisha vitu vinne, lakini ukivihesabu, unaweza ukapata takriban sita, kwa sababu unaweza ukasema kuna mfupa wenyewe wa kwanza, kuna cartilage ya pili, kuna synovial fluid ya tatu, kuna synovial membrane ya nne, lakini kuna kuna kapsule ambacho kile kifuko kilichozunguka kilicho, kilicho katika ule mfupa kilichoshikilia ule mfupa, hii itakuwa ni ya tano. Lakini kuna tendons, tunasema ni ya sita. Lakini kuna hichi kifuniko hichi ambayo nasema ligament kitakuwa ni cha saba. Kwa hiyo tukijumuisha tunaweza tukapata vitu takriban saba, lakini hivi bado havijatumalizia goti letu. Goti tayari hapo limeshaonekana goti tayari limeshaungana, lakini bado goti halijatumalizia vizuri kwa nini? Ili goti lipate kukamilika vizuri, ni lazima kuna kuwe na mishipa ambayo imetokea juu kuja chini ili kuchukua mawasiliano ya chini zaidi kwenye nyayo kwenye sehemu ya huko ya, ya, ya enka na mazingira mengine. Kwa hiyo kuna mishipa imepita katika goti, lakini si mishipa peke yake ambayo inapeleka virutubishi na kuna kupeleka vitu tofauti tofauti vya mwili. Kuna misuli misuli ambayo imetoka juu imefika mpaka chini. Kwa hiyo kuna misuli, kuna mishipa hiyo inakamilisha goti. Kwa hiyo sasa Goti linaweza likapata madhara kwa aina nyingi sana za za, za, za, za madhara, kwa sababu goti ni kiungo. Kama ni kiungo, kina mambo mengi sana, kinaweza ikapata madhara, alafu mtu kashangaa. Mfano, kuna madhara haya ya kukusudiwa au ya kukusudia, kama vile pengine inawezekana umejigonga hii hapo, madhara hayo ya goti, mtu amejigonga au mtu amecheza mpira, imetikisika vyovyote vile itakavyotikisika, kwa sababu katika kuanguka au pengine umeteleza ikatikisika, au pengine inawezekana umepata ajali aina yoyote, goti lile likapata maumivu, goti aidha lika, likatoka lika goti aidha pengine paka likatengeneza mazingira ya kupasuka, tunasema likatengeneza kukreki. Goti linawezekana pengine ukatengeneza, pengine mfupa umevunjika juu, goti katengeneza madhara aina yote. Kwa hiyo yote haya yanatokezea, haya ni madhara ya kukusudiwa au ya kukusudia. Yapo madhara ya aina hii, lakini ukiondoa madhara ya aina hii ambayo goti unawezekana likawa pengine ulicheza mpira au uliteleza goti likayumba, katika kuyumba limepo, limepoteza engo yake likawa linakusumbua muda mrefu, umekaa tangu lipoumia mdogo, haulikusetua vizuri, likawa limepoteza engo, likawa linakutesa mpaka utu uzima wako. Hiyo inatokezea, misteki hiyo. Lakini misteki hii inajulikana, hata mtu akikuuliza unaweza ukasema mimi nilipata hivi nilipata vile, goti langu likawa hivi inajulikana lakini, kuna nyingine inafikia stage, mtu unaweza ukaambiwa kuna uchawi, kuna misumari hapo, unaweza ukaambiwa kuna viwembe, mtu akaja kutoa viwembe, kumbe goti wala halina chochote. Hebu usikiliza, vipo vitu ambavyo goti linaweza likauma, alafu goti lenyewe wala halina madhara yote, lakini goti lina uma. Lakini kuna vitu ambavyo goti sasa lina madhara sahihi kabisa, mfano wewe hukuumia, tumezungumzia kuna kitu kinaitwa cartilage. Cartilage ni, ni, ni, ni, ni tunasema, ni, ni, ni kama pirapira fulani ambalo linakuwepo katika sehemu hii ya maunganishio. Kwa hiyo pira pira hili pirapira hili huwa wakati mwingine unatengeneza madhara fulani, mathalan, pengine ni mzito wa maungo likatengeneza mazingira ya kuathirika cartilage yenyewe, au pengine wala sio mzito mwili wako tuko size, lakini una upungufu wa madini fulani kama madini ya calcium. Pia likatengeneza madhara, au pengine una madhara ya arthritis pia likatengeneza madhara. Kwa hiyo kuna madhara tofaut, tofauti tofauti yanaweza kusababishia kutengeneza hivi, au kuna ukavu ambao umejizalisha kutokana na umri katika zile cartilage zikawa zinakacha. Cartilage wakati mwingine huwa zinatengeneza mazingira ya kukacha kwa sababu aidha ya umri au pengine ulikuwa ni mtu ambaye unafanya kazi ngumu sana, unafanya kazi nzito muda mrefu, pengine zikawa kuna, kuna, kuna upungufu wa, wa, wa, wa ule uteute katika lile goti, cartilage zikatengeneza mazingira ya kukaza. Kwa hiyo zikikaza cartilage, wakati huo cartilage zinatakiwa ziwe tepetevu, zisiwe tepetevu sana, ziwe laini ambazo unaweza ukitembea zidundishe kwa sababu mfumo wa mwili wa binadamu au mfumo wa mwili wa kiumbe huwa ni mzito kwa hiyo kama ni mzito unapotembea, unatakiwa zile sehemu zile za cartilage zidundishe ziwe ni kama mto, ili huu mfupa na mfupa usitengeneze mazingira ya kuathiri cartilage, lakini cartilage isiathirike ikaja kutengeneza mfupa kwa mfupa kakutana. Kwa hiyo sasa, wakati mwingine huwa inafikia stage zile cartilage zinakacha zikikacha, zile ukitembea, inamaanisha zinakuwa kavu, zikiwa kavu zinajisaga, zikijisaga, mwisho wa siku unabakia mfupa kwa mfupa. Hii ndio mbaya zaidi, maumivu ma kali mno ya goti. Halafu una, unakuja kutolewa misumari, unakuja kutolewa sijui nini, unakuja kutolewa maviwembe, unaambiwa unapandishwa majini, unaambiwa umerogwa hivi. Kumbe wala tatizo ni lenyewe tu goti, tayari zile cartilage zimekishakacha umeshazimaliza, umekutana mfupa kwa mfupa, kutembea ni ngumu sana. Hii ni ya kwanza, lakini ya pili, wakati mwingine inawezekana mtu akapata matatizo ya thrombosis maradhi ya thrombosis yani ile tunasema deep vein thrombosis, yani kwamba ile mishipa ya vein, deep vein thrombosis, mishipa ile ya vein ni kwamba haipeleki vizuri mfumo wa damu. Kwa hiyo kama itakuwa haipeleki vizuri mfumo wa damu, tayari ishatengeneza viplotiploti kujifungafunga, ni lazima inaweza ikazalisha maumivu husika katika misuli, misuli ikapata maumivu misuli ikapata joto. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukamgusa mtu, anakuja goti lake linaumia, goti mimi, goti vile, goti hivi, lakini ukiligusa lile goti, goti ni zima, ila ukigusa ile misuli ina maumivu makali mno, mpaka tayari ishavimba misuli. Inabidi sasa utengeneze mazingira ya, ku, ya, ku, ya, ku, ya, ku, ya kurekebisha misuli ili misuli sasa iwe sawa na mishipa ya damu ipeleke damu vizuri, goti lake linarudi. Yani anatumia kiasi cha wiki tu, madhara alikuwa nayo miaka na miaka, kiasi cha wiki, kiasi cha siku kumi, anakuambia sasa hivi mimi goti langu ni ninalishangaa. Hapana, ndivyo ilivyo. Magoti inategemea, goti ni dhara gani uliolipata. Sio kama kila mtu akiumwa na magoti basi goti lake labda liko hivi goti lake, inategemea mpaka dokta akucheki matatizo gani unayo ili ajue anaweza kukusaidia kiasi gani. Hiyo ni ya pili, lakini ya tatu, wakati mwingine inawezekana goti lenyewe ni zima, lakini vifungu husika vya misuli tayari vimeshaanza kutengeneza madhara. Vifungu husika vya misuli vimeshaanza kutengeneza madhara, kwa sababu misuli ipo ya aina tofauti tofauti kwa hiyo inawezekana wakati mwingine misuli tu yenyewe ikatengeneza mazingira ya kuchoka, misuli tu yenyewe ikatengeneza maumivu, ikawa wewe unahisi ni goti, kumbe wala sio goti, ni misuli tu husika tayari ishatengeneza madhara. Na wakati mwingine inawezekana maumivu haya yakaambatana kutoka juu juu sehemu ya ya, ya, ya ya nyonga, ikawa imetengeneza madhara, ikaja mpaka chini hapa katika sehemu hii ya goti kwa ndani, yaani kama utakaa hivi utakaa kitako ukinyoosha miguu, sehemu ya ndani hii sehemu ya makalio, kwa upande huu wa makalio ukishuka chini mpaka kwenye goti, sehemu hii ambayo ukikaa miguu ukinyoosha unaibana, kuna kama vigololi vi, vi, vi, vi, vi fulani hivi kama vi-vi tunasema nasema ni kama viloki fulani ambavyo vipo katika viloki vya magoti, vipo chini na juu hapa. Kwa hiyo vile viloki vipo viwili. Hivyo viloki vinaweza vikatengeneza kuvimba, aidha kwa sababu ya mazoezi unaofanya, aidha kwa sababu ya kusimama muda mrefu, aidha kwa sababu ya kukaa muda mrefu, aidha kwa sababu ya mgongo ushatengeneza mazingira, kwa hiyo misuli inavuta, ukajikuta hata vile viloki navyo vinatengeneza mazingira ya kujivimbisha, vinatengeneza mazingira ya maumivu. Sasa wewe ukalalamika goti, goti halikunji wala halikunjui, kumbe ni misuli tu. Ukirekebisha misuli, hali inakuwa vizuri kabisa, goti lako linafanya kazi vizuri, goti lako unafanya mambo mshuliko tofauti tofauti. Kwa hiyo madhara ya goti sio kwamba goti liko vipi. Wakati mwingine haujaumia wala hujafanya chochote, lakini goti lenyewe linatengeneza mazingira ya maumivu ya kiasi hicho. Sasa wewe utajuaje kama goti langu liko hivi goti langu liko hivi bila kufika kwenye sehemu ambayo ya kuchunguza, basi kama itakuwa umeangika sehemu tofauti tofauti, au unatafuta sehemu gani ya kufika? Baitul Afya Herbal Clinic tunahusika na masuala haya ya mifupa, iwe una matatizo ya goti, iwe una matatizo ya mgongo, iwe una matatizo ya ya ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya kuvunjika, iwe una matatizo ya mkono, iwe una matatizo ya mbavu, iwe una matatizo ya kifua fika Baitul Afya Hebal Clinic, Mwanyanya kwa Mwarabu. Sisi tunahusika na masuala hayo ya mifupa, iwe una mtoto ambaye amechelewa kutembea, kuna mtu ame-stroke. Baitul Afya Hebal Clinic, Mwanyanya kwa Mwarabu, Zanzibar, tunahusika na mambo hayo, wala usiteseke. Kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani watu wanapata shida, hata kama kipindi cha kawaida watu wanapata shida, kuswali watu wanapata shida, kutembea hawaendi makazini, watu wanashida, yani wanafikia seji mpaka mtu nachukia kazi. Kazi ilikuwa inakupa fedha, inakupa na kila siku tunaambiwa kazi iendelee. Salamu ya mama mama yetu mpendwa, Mama Samia kuambia kazi iendelee salamu ya jamhuri ya Tanzania, kazi iendelee. Sasa kazi itaendelea vipi wakati goti linasumbuka, goti linadhalilika, goti lina... Mwenyezi Mungu atunusuru, lakini goti lina maumivu makali sana. Kwa hiyo kama goti lina maumivu makali, hebu njoo Baitul Afya Hebal Clinic Mwanyanya kwa Mwarabu, Zanzibar, utafanikiwa na hilo goti litapona. Na goti ni kitu cha kawaida tu, usiwache kucheza mpira usiwache kutengeneza kipaji chako usiwache kuwa, yani, kuna watu kuna timu ambazo zinawalipa mamilioni kwa mamilioni. Eti sababu ya goti tu inashindwa kupewa fedha zako, unashindwa kutengeneza kipaji chako goti. Njoo Baitul Afya Herbal Clinic, hata kama ni enka imeshatengeneza madhara, fika Baitul Afya Herbal Clinic. Hicho kitu ni kitu kidogo sana, na kinaweza kikatibika na kika, ukarekava kabisa na ukarudi vizuri. Leo tutaishia hapa lakini tutaendelea kwa sababu sisi tupo na tunaendelea vipindi vyetu vipo mm, kila siku na vitakuwa vinaendelea kwa sababu ya kuwaletea njia ambazo ni njia gani ya kufanya ili mradi ukapata kuondokana na matatizo mbali mbali ya maradhi, kwa sababu maradhi ni mengi sana katika miili yetu na yanatutesa sana. Kuna maradhi mengine ni maradhi ambayo ulikuwa unahangaika ujui uende wapi ufike vipi Baitul Afya Hebal Clinic ni kitu ambacho cha mara moja na kinatibika na unaendelea kufanya shughuli zako kama kawaida. Wapo wengi sana walikuwa wanasumbuka, wapo wengi sana walikuwa wanadhalilika, wapo wengi sana walikuwa wanateseka, lakini sasa hivi wapo vizuri na wanafanya shughuli zao vizuri. Ila tu wakati namaliza, nikupe faida moja ambayo itakusaidia sana ikiwa na matatizo ya goti, ikiwa na matatizo ya goti, pima uzito wako. Kama uzito wako uko sawa vizuri unaweza ukatibika kiurahisi sana na mara moja, uka, uka, uka, uka, ukafanya shughuli zako. Lakini kama una uzito mkubwa, jitahidi sana kupunguza uzito wako, kwa sababu ukiwa una uzito mkubwa, alafu unatibu goti unatibu nyonga unatibu enka kila siku utapoteza gharama, alafu utajikuta hali haiendelei. Leo unapona kidogo, kesho unarudi tena, leo unapona kidogo, kesho, kwa sababu uzito unazidi kuumiza yale mazingira ya joint. Mimi nitaishia hapo, lakini usikose kipindi kijacho ambacho kitakuwa ni kizuri zaidi.